Haya mtazamaji wetu popote ulipo, na mimi elimu hii inakufikia vizuri kabisa na unaelewa e, zingatia huo mtindo bora e, wa lishe yako ama mtindo bora wa chakula ambacho unakitumia ili uhakikishe kwamba hukutani ama hupati hayo madhara. Pengine tayari umekwisha kukutana nayo, basi moja kwa moja tunaelekea hapa katika hilo jibu ambalo naona wengi wanauliza, sasa tufanye nini na nini ikifanyike ili kuondokana na hiyo changamoto ya kuota e, kipara. Karibu sasa tuelekee hapo, namna ambavyo tunaweza e, watazamaji wetu ambao wana changamoto hiyo wanaweza wakakabiliana nayo hiyo hali. Sawa, jambo la kwanza, nadhani kama juzi hapo, siku kama kadhaa, mm -hmm. taasisi ile ya serikali kabisa, mm -hmm. ambayo inaitwa Tawili walitoa, mm -hmm. nadhani baadhi ya tafiti ambazo wanasema walikuwa wanazifanya toka mwaka elfu mbili kumi na tatu. Kuhu, kuna dawa ambayo waliigundua ya mmea ambao mmea naitwa mpolojo, ni mmea ambao umegundulika kuwa unaweza kuwasaidia watu kuweza kuotesha nywele vizuri kabisa. mm -hmm, lakini pia kuna njia ambazo watu wanaweza kutumia. Njia ya kwanza ni kujitahidi kutumia vyakula vyenye madini tunasema ya calcium, lakini kuna zinki, kuna omega 3. Kwa hiyo hapo ina maana kuna pia nani tunasema protini nyingi mtu atumie, mfano kama hizi karanga atumie hayo maharage, nimezungumzia watumie vitu vinawasaidia pia kupata vitamini D, kutumia kama maparachichi, lakini mtu kupata muda kwenda wa kwenda kuhotele, jua la asubuhi pia linakuwa linamsaidia kwenye uzalishwaji wa zile tunasema nishati muhimu mwilini. kwa hiyo pia tunaenda kwenye mfano wale watu ambao wamepata matibabu ya tiba hizi za mionzi mm -hmm. Jambo la muhimu ambalo natakiwa ulifanya wakati umepata zile tiba, ni tiba nzuri kwa sababu zinasaidia unaona, lakini sasa inatakiwa ili kuondoa zile side effect au yale madhara ambayo unayapata baada ya kupata hayo matibabu, inabidi utumie. Jambo la kwanza ni kitu ambacho kinaitwa detox, au uwe unafanya detoxification, uwe unatoa sumu mwilini. Sumu zinapokuwa nyingi mwilini zinapelekea pia mfumo wa damu unakuwa hauko vizuri. Kwa mfumo wa damu usipokuwa vizuri, changamoto inakuja kwenye ukuaji wa baadhi ya seli mwilini, na mwisho wa siku kwenye nywele pia unapata athari. kwa hiyo unatakiwa ufanye detox. Sasa detox unafanyaje? unaweza kawa unatumia maji ya moto asubuhi wa pamoja na ndimu na kuona kamlia labda kwenye maji yale, tunasema nusu lita, unakunywa asubuhi, yanakusaidia kusafisha na kutoa sumu mbalimbali mwilini. Lakini kuna njia nyingine ambayo unatumia soy lecithin. Soy lecithin hivi ni virutubisho ambavyo vinatengenezwa kutoka kwenye soya. Kuna wale watu ambao labda ni wavivu wa kufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi pia yanasaidia kutoa sumu mwilini, wengine labda wanakosa muda. Kwa hiyo atakapokuwa anatumia hizo soy lecithin ambazo zinatengenezwa kwa mafuta haya ya soya zinamsaidia yule mtu kuweza kupata matokeo. Hivyo vinakuwa ni aina tu ya vidonge ambavyo vinasaidia kwenye kufanya detox. Lakini pia kama umeandagoa matibabu hayo ya tunasema ya hizo kemikali, unaweza ukatumia pia tunasema hizi immune booster ambazo zinasaidia kwenye kuzalisha seli nyingi mpya mwilini. Kwa hiyo kama ni mtu mzima seli kwa sababu uzalishwaji unakuwa unapungua na, na mtu mzima mara nyingi uzalishwaji wa seli unategemea na chakula anachokula. Unaona sasa wengi hatupati vyakula ambavyo vina virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo ukitumia hizi immunity booster zinakusaidia kwenda kuzalisha seli nyingi mpya na hivyo kukusaidia kuweza kurudisha nywele zako kuwa vizuri. Lakini kuna condition ambazo mtu awezi kuotesha nywele zake, mfano mtu ambaye amelisi vinasaba vya kutoka kwa wazazi wake, kwa wazazi wake. Ehe, kile mm -hmm. kipara cha kulisi mm hicho -hmm. hata utumie dawa gani sio rahisi kuweza kutibu. Kwa hiyo kuna watu mm -hmm. watatumia hizi njia zote, lakini hawataona matokeo makubwa yes.